Udia. Kuna mambo saba inayoonyesha kwamba mwanamke ana usafi. Kwanza usafi kuanzia kwake yeye mwenyewe mm -hmm. Jambo la pili, nguo zake. Je, kuna mwanamke ambaye anaweza kufanya inisemeni na nguo mmoya kweli?

Tengeneza watoto uwapangie, saa za kunawa asubuhi, wananawa unawavika mavazi Mw. mazuri. Uh, jioni watoto wanakuwa kabisa katika hali nzuri. Na mama msafi, watoto nao wanaiga usafi wa mama yao. Mtoto anatenda kulala, unamwacha una tubo wende ujilalie vyeni vya watoto, vili atazoea, atazoea, itakuwa desturi. Kisha naakua ule mwanamke wa kushinda kushamba, kesho tena anafanya nini? anarudi jambo lingine usafi katika kiwanja kiwanja kinadharaulika sana lakini kuna watu ambao hawawezi ingia kwenye chumba chako lakini kupitia kiwanja chako wameona hata ndani ya chumba chako kuna nini kuona tu mazingira yako ya kiwanja anaanza jua huyu hata kule ndani kuko sawa safisha uwanja makaratasi ya watoto chafu chafu, wa mayani ya virahi nini, kila kitu tengeneza. Wageni wakiingia nyumbani wanapitaka hapa, tengeneza vizuri. Na niliwaambia kuna wale wa baba ambao wanapendaka kwenda kushinda kwa rafiki yapo ju najua kwake, kuna kwaka kaewa ka bien, nikifika kwako mimi sipendaki nifanye nini? Nitoke nona maongezi we mpaka saa moja ya usiku, anaanza nungunika akirudia kwake vitakuwa namna gani? nataenda gombana na vikombe mbarabara hivyo eh? Ndivyo tunaishi tunapoteza waume wetu, tuna hatu wa tuna na hatuwalindi endapo tunaishi namna hiyo. Jambo lingine usafi katika chumba cha ndani. Chumba cha ndani ni, ni paite mahali patakatifu papatakatifu, mnanisikia vizuri pale njo kwawo na usafi. Kama kuna sehemu ambayo unatakiwa kufanya usafi ni pale ndani. Baba nakuyaka akitoka mkazi anafikiaka tu mkiti mukiti kusaloju, anajua kule kushambre kule hapakaliki. Siwezi enda pumzikia pale, hivi nitakuta tu mate, nini orei iko hapa nini iko hapa, kila kitu vurugeni Saa ingine anasababu alikuwa anashona, Mungu akaacha shindano kukitanda, akienda lala kwa pala. Utakuwa unamlinda mume wako kweli? Unamlinda ha? Tengenezeni mahali mule ndani mule, tengeneza kama unajuwaka dekorasyo, tengeneza shambre yako a bwana yako akiingia mule aone saa amefika paradiso. Kama mtoto alikojoa kitandani usiku nyumba yote ikakuwa na harufu, nenda katafuta parfait, na ukikosa parfait, chuma mayani ya hii ma, manani, uende ukonge, uwashe mnyumba, itatosha harufu. Mayani ya nini? Mnajua ile mayani? Hamwijui? Hamujui ile mayani ya kukonge? Naleta kaodere kabie mnyumba, mtaniuliza. Tukitoka hapo Tengeneza kitanda chako. Kitanda kile kitanda kitanda chako kiko namna gani? Je, unayoa kama ile njoo, mahali niseme ile njoo pale kupropitiatoire kwenye pale kwaka sanduku la agano pale njoo sehemu ya mwisho kwenye mwanaume anaweza pumzikia na huko, wanaume wanafanyaka sambla amefika anafikia kusalua, anasinzia anaogopa kurudia kulala kushamre juu, anajua kule hapana, sio fa, sio fasi nzuri. Afadhali nilale hapa kukiti. Amuji kama kuko wanaumi wanalalaga mubiti na wanaacha wawiwi wanalala wenyewe mshamre juu. Shamre iko bizara. Hakikisha kwamba kila wakati umeweka kitanda chako vizuri. Asubuhi mnapoamka nyorosha draha, ikiwezekana badilisha. Ukuwe na madraha hata ngapi, ubadilishe, sababu siku hazifananaki. Badilisha, mwanaume aone kama kule ndani kuko sawa. Na kuko wenye washa kuwa na tabia, bwana alienda asubuhi juu ya nje, alilamka nyuma na akapaacha hivyo kisha magharibi anarudia mafulani mbona kitanda ingali siwenje, uliacha unaivuruga, uko unaniambia nini? maana wewe haunge uko namlinda bwana wako pale, unamlinda hata. Na makahaba wanajua kutengeneza vizuri vitanda vyao. Soma habari za huyu nani huyu Rahabu vizuri, utasikia habari za Rahabu katika nyumba yake kulikuwa ka hewa nzuri temperature ka, kazuri atelpoke na mtu mwenye alikuwa anashindikiza rafiki yake kwenda kufanya ukahaba naye, anajisikia kesho arudie pale kitanda kiko propri, mwanaume hata ogopa kwenda kulala hako. Je, tunakumbuka kama ile kitu nao inaweza kufanya, wanaume wana usafi katika nyumba. Jambo lingine kwa mapokezi mazuri ya wageni na mume wako pia, tukana nazoea kuambiana karibu sheri wakati tungali ba fiancé. Me tukioana alishakuya, si hivyo? Ndio tunaanzaka kusema alishakuya. Hey, sawa akuye tu mwene, mpokee baba Simuseme. Mwende mpokee baba. Zamani akifika kwenu kule, wakati ungali kwenu, unawai hata na telefoni iko telefone, umunyanganye, iko saisha kuwa mzigo, na ile majina ya sheri, minyone nini: mon etoile, mon soleil, la lune, mon plus grand poisson. Inaisha. Inaisha. Mpokee vizuri, mkaribishe vizuri. Hakikisha hata ukisikia mlango unagonga, wewe ndio wewe wa kwanza kwenda kuangalia nani atakuwa huyu. Kama ni mume wangu, basi kumbatie, mpe busu, sababu ni wako. Mazoea yale ya zamani yaendelee, mshike mkono, mkokote mpeleke nyumbani, mfikishe kwenye kiti akae kama iko sasa, Pasteri Mbiombio, unamtosha koti, tosha tai yake unaitosha, na huko unamgusagusa eh, na huko unafanya nini sasa. Anafika nyumbani ajisikia kama ni mfalme ameingia katika ikulu yake, panya zote ziende huyo mwanamke huyo. Unafikiri mwanaume, unafikiri kama ni rahisi ya kutoroki hawezi Fulani, mbona mapapa sioni? Siangalie chini ya kitanda, na mimi nasikia kiu ya mai. Kuzina iko wazi, wende ukamate mai kule. Unamtorosha, hujamlinda mume wako na hata asipokuwa mume wako, wawe hata ni watu wengine wageni, marafiki zake, wakifika nyumbani kwako uwapokee vizuri, uwasaidie mizigo wanayo weka kando wa, wakalishe kwenye viti, uanze kuwauliza habari zao, waongee nao vizuri, wape maji, kama kuna chakula uwapatie wapa, wataondoka. Alafu wakiondoka wataku, watapigia mume wako simu. Eh bwana ulipataka mwanamke mwanamkeo kama wanamke wote wanakuwa kasavi vyako, kama dunia leo haina yako mgogoro. Umesikia? kama wewe ni mwanaume, unaweza kujisikia je? Tusidanganyani, wanaume tulioko hapa, unaweza kujisikia namna gani? vizuri. vizuri. Ah. mapokezi ya watu. Kuna wanaume ambao walikuwa watatu, walisafiri wakaenda fika sehemu waka kwa marafiki fiki marafiki, marafiki tu wakuzoeazoea kufanya fanya mamzaa. Siku moja, wanasema tunapenda tujue nani mwenye bibi yake anakwaka obeisant humble mwenye adabu. Tujaribu turudie tu usiku, kila mtu arudie kwake, tujue nani mwenye bibi yake anakaribisha karibishakab nani mwenye bibi yake iko iko vraiment bien. Wakasindikizana wanaume wangapi, wanaenda kwa mwanaume wa kwanza tt, mama fulani, saa tano za usiku, ni mie baba fulani, unifungulie. Mwanamke akamwambia hizi njosa zenye imbwa zinazereraka usiku yote, mi siwezi kufungulia imbwa mlango. Wakaondoka. Mwanamke wa pili naye hivyo hivyo. Walipofika kwa mwanamke watatu, kila mtu alikuwa anasifia, huyu alikuwa anasema mimi bibi yangu anakwaka msikivu, kila mtu alikuwa anasifia mke wake, lakini wa kwanza wakamwambia nini? hizi ni saa za imbwa kutembea usiku. siwezi fungulia imbwa mlango. Unasikia, mwanaume anakuwa nini na ni mwili mmoja, kumbe imbwa moya iko ndani, nyingine njoo iko nafanya nini? Alipofika kwa ule wa mwisho akafungua mlango kampokea mume wake vizuri ah, kamuonesha na chakula iko pale, akaanza kumpanguza panguza miguu jasho nini. Tsk, wale wenzake wakaangalia, akawatarishia nafasi ya kulala wakalala. Nikajiuliza hivi saa, kila mtu alirudia kwake asubuhi, alifikia kunini? Eh? Kama ingelikuwa wewe unarudia kwako usubuhi, sasa mwenzako bibi yake ashafanya vile, kisha wewe unarudia kwako asubuhi, ushalala nje?